Munajipanga, si munaona Musali ya ziako hapo, hapo hapo hapo, na Rais William Ruto wanapelekana vizuri na Muheshimiwa Weta spika wetu, simunajua ni bose yangu. Sasa mukipangana William Ruto amalize hii miaka tano apate ingine tano, Weta ako hapo, Musali ako hapo eh. Munaona mambo inaweza pangika Mutajipanga mutajipanga, si safari ya kesho inapangwa leo? So tupange leo ya William Ruto ya kesho alafu, hiyo kesho ingine tupangie viongozi wa hapa Western. Ama Western amwezi kuwa na raisi? Ati William Ruto amalisi alafu ize mno na, njini muna nyamaza na mwenye anasema, arulange sarula wale. Iyo ni makofi kweli ambayo amesema Ati William Ruto haite mno ukienda kupiga kura, hakuna mtu anaenda kupiga kura kwenda kwa upinzani, unapiga kura kugunda serikali. kweli au urongo? Mtu anajikuta kwa upinzani kwa bahati mbaya, so tukienda kupiga kura tuangalie, utajua serikali iko wapi, unaweza kuenda kuomba samadi kwenye hakuna ngombe ng'ombe hapa mahali za maji iko iko naenyawako na ng'ombe ni serikali, kwa hivyo tukipiga tuchungulie, tuki hayo si